Aya muntazir jiske the din ra muamma khul gaya roshan hui ba. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuhu, ndugu mtazamaji wa MTA International Kenya Studios, karibu tena katika mada yetu ya maisha matakatifu ya Masihi aliyeahidiwa amani ya Allah iwe juu yake. Katika studio upo nami mtangazaji wako yule yule, Abdul Basit Ali. Naam, katika kipindi kilichopita tuliweza kuona ni jinsi gani Masihi aliyeahidiwa alipata ufaulu wa kutosha katika kazi zake za mahubiri na maandishi yake. Niko na wageni wetu ambaye upande wa kulia wangu ni mwalimu wetu mpendwa mualim Muhammad Musa Oponyo, karibu sana katika studio Mwalimu Sahib. Asante sana bwana mtangazaji. Lakini vile vile upande wangu wa kushoto niko naye mwalimu wetu mpendwa Mwalim Abdalla Haj Wanyasi. Mwalimu Sahib pia karibu sana katika kipindi cha leo. Asante sana bwana mtangazaji. Hmm. Na moja kwa moja nikiendelea na mada ni kwamba ni yale yale maisha matakatifu ya Masihi aliyeahidiwa amani ya Allah iwe juu yake. Mwalimu Sahib, tunaona kwamba Masihi huyu aliendelea kuandika vitabu kama njia moja ya mahubiri katika mwaka wa 1893. Pia kuna vitabu ambavyo aliviandika pale, ilikuwa ni vingapi na vilikuwa vinatufunulia elimu gani ya Islamu? Asante sana bwana mtangazaji. E, Sayyidna Ahmad alaihi salatu wassalam, namna tunavyojua alidai kwamba yeye ni Masih na Imam Mahdi, na kazi yake kubwa sana ilikuwa ni kueneza ujumbe wa dini tukufu ya Kiislamu pamoja na kudhibitisha au kudhihirisha ubora wa mafundisho ya Qur'an tukufu. Kwa hivyo aliweka mikakati mbalimbali ya kufanikisha kazi hii, na mmoja wapo ya mikakati alizoweka ni uandishi wa vitabu mbalimbali na kuzituma katika sehemu mbalimbali ili kuwaelimisha watu. Kwa hivyo ndiposa katika mwaka huu 1893 akaandika vitabu kadhaa ambazo madhumuni ilikuwa ni hiyo hiyo hiyo kuwaelimisha watu na kuwafundisha ujumbe wa dini tukufu ya Kiislamu. Basi akaandika kitabu hiki Aina Kamalati Islam. Kitabu hiki sawa na anwani yake, kinaelezea ule ubora wa mafundisho ya dini tukufu ya Kiislam. Tunakumbuka kwamba aliahidi kwamba atakuja kuandika kitabu kitakachoeleza ubora wa mafundisho ya dini tukufu ya Kiislam. Kwa hivyo, akaandika hiki kitabu Aina Kamalati Islam kwa sababu ya shabaha hiyo. Vile vile akaandika kitabu Barakati Dua. Hiki kitabu Sidna Ahmad alaihi salaam, ndani yake amedhibitisha ubora na upokelewaji wa dua. Na kadirisha kwamba dua ndicho kiunganishi muhimu kati ya Mwenyezi Mungu na, na mja wake, na akasema kwamba kama dua haipokelewi, basi ule uhusiano kati ya mja na Mwenyezi Mungu utakuwa haupo na utakuwa huna maana. Vile vile akaandia akaandika kitabu, Hujatul Islam. Kitabu hiki nacho ameandika ku, kumjibu ile Dr. Martin Clark ambaye alikuwa pia ni padri kumweleza kwamba dini hai ilikuwa ni dini tukufu ya Kiislamu peke yake. Akaandika kitabu dhihirisho la, la ukweli. Ndani ya ki kitabu kuna kumeandikwa hoja za ule mjadala ambao ulifaa ufanyike kule Jandiala ambako wale mapadri walikubali kwamba wafanye mjadala na Sedina Ahmad Alahisalatuslam akiakilisha upande wa Uislamu, lakini baadaye baadaye wakajuta, sababu walikuwa wanashindwa katika kila mjadala. Kwa hivyo wakajuta ni kwa nini wamekubali kujiingiza mjadala na Seidina Ahmad Alahissalam. Kwa hivyo wakachochea Waislamu kwamba wakatae kuwakilishwa na Seidna Ahmad alaihissalam, na walileta zile fatua za ukafiri ambazo mashekha walikuwa wana, wanatumia dhidi ya Seidna Ahmad. Wakasema kwamba mwangalieni huyu ametajwa na mashekha wenu kwamba ni kafiri, sasa mbona mnamkubali? Lakini wale watu wakashikilia kwamba huyu ndiye atakayetuwakilisha. Vilevile ame, ameandika kitabu tu, Tuhfa Baghdad. Hiki kitabu nacho amekiandika kujibu shekhe mmoja Abdurazak, Abdurazak Kadr ambaye alikuwa ameandika kijitabu au kipeperushi basi na Ahmad ala islam akaandika hiki kitabu kumjibu yule, yule bwana okay. Sidna Ahmad vile vile ameandika kitabu ile, ile vita takatifu jange mkadas. Hiki kitabu nacho kinaelezea yale matukio ya hoja za upande zote mbili katika mjadala wa mristar ambao ulifanyika kati ya Sidna Ahmad ala islam na wale mapadri. Kwa hivyo hoja za pande zote mbili amefafanua vizuri katika hiki kitabu. Pia ameandika kitabu karamatu sadikini. Katika hiki kitabu Sena Ahmad alislam namo na akaandika kasida mm -hmm. Beti nne za kasida za kumsifu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ala ala ala ala. Na akaeleza pia maelezo ya sura Fatiha, na akamkaribisha Sheikh Muhammad Hussein wa Batala na wapinzani wengine, na kwamba kama wanaweza waje washindane naye katika kuandika kasida za Kiarabu na maelezo ya Qur'an tukufu. Vile vile akaandika kitabu Shahadatul Qur'an, kwamba kitabu hiki nacho kilithibitisha ukweli wake kwa mujibu wa Quran mtume na hadithi za bwana mtume salallahu alaihi wasallam. Naam, takriban ni kama vitabu saba, mwalimu sahib, ambavyo vimeandikwa na masihi aliyeahidiwa katika muda wa mwaka tu. Lakini hatutazami tu idadi ya vitabu, bali ni ile content ambayo ameweza kuidhihirisha pale ambapo ni nini, ni ufafanuzi wa mafundisho ya dini tukufu ya Kiislamu. Naam, tumepata kwamba masihi aliyeahidiwa pia vilevile vile kudhihirisha kwamba eh, ishara ya ujaji wake ni kutokana na kuonekana ama kutokana kushikwa kwa mwezi na jua katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mwalimu Sahibu, hivi kukamatwa kwa mwezi na jua katika mwezi ule mtukufu wa Ramadhan kulikuwa kuna maana gani katika ukweli wa masihi aliyeahidiwa amani ya Allah iwe juu yake? Karibu sana katika kipindi hiki. Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kweli kabisa ya kwamba hii ishara iliwahi kutokea mwaka wa 1894 mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hii ishara sio kwamba ilitokea tu ghafla, ni ishara ambayo iliwahi kutolewa ama kutabiriwa na mtume mtukufu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kama alama ya kudhibitisha ukweli wa Imamu Mahadi. Kwa hivyo, nikieleza alivyosema mtume mtukufu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kuhusu ishara hii ya kupatwa jua na mwezi ninanukuu maneno yake moja kwa moja. Alisema hivi ya kwamba inna limahdina ayataini lamtakuna mundhu khalki samawati wal ardhi yankasifu lqamaru liawali lailatin min ramadana watankasifu shamsu fi nisfi daru lkutni, yani kuna ishara mbili kwa mahdi wetu, na tangu kuumbwa bingu na ardhi ishara kama hizi hazijatokea kwa mdai yoyote, na ishara zenyewe ni hizi kwamba mwezi utapatwa tarehe ya kwanza ya kupatwa mwezi yaani tarehe kumi na tatu, na jua litapatwa tarehe ya katikati ya kupatwa jua yaani tarehe ishirini na nane. Kwa hivyo, ndugu mtangazaji, ni ya kwamba ishara hii ilikuwa ni ishara ambayo ilikuwa ni kuthibitisha ukweli wa Masihi Maud alaihis salaam na kule tu kutokea kule kutokea, tu kushikwa kwa jua na, na mwezi nithibitisha kwamba Mwenyezi Mungu anatangaza kwamba huyu kwa hakika ni Masihi ya pili, ni ya kwamba alikuwa anatangaza ya kwamba huu mwito wake huu mwito umetoka kwa Mwenyezi Mungu, alafu ile kuanza kwa mashariki na kuenda ilianza mashariki mnamo mwaka wa alfu moja mia nane tisaini na nne alafu teni ikadhihiri magharibi tarehe mwezi mwaka uliofuata mwaka wa elfu moja, 1895 ilikuwa inaashiria kwamba ujumbe huu ama Imam Mahdi atatokea katika sehemu hizi za mashariki ambazo zinajumuisha sehemu kama Ulaya, Asia na Afrika, ya kwamba huyu mdai atatokea sehemu hii na vilevile sauti hii itaanza kutokea vilevile vile magharibi, ikiita watu katika dini tukufu ya Kiislam. Kwa hivyo ni wazi kabisa kwamba masihi huyu alikuwa sio tu kwa ajili ya watu wa bara la Asia bali alikuwa ni kwa ajili ya dunia nzima, kwamba ujumbe wake utawale dunia nzima na watu waweze kupokea. Vile vile ndio hasa ilikuwa ishara ya kukamatwa kwa mwezi na jua katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lakini mwalimu, sasa pia nikinukuu katika Qur'an tukufu tumeweza kuona pale kwamba Allah kwenye Qur'an anasema kwamba uh, wa jumi'a shamsu wal qamar, kwamba hata pia jua na mwezi zitashikwa kwamba tano pamoja mm. Yeah, na ni kwamba hii imetokana na aya ya kumi ya sura ya sabini na tano Suratul Qiyama yeah. Hii aya bila shaka imeashiria vile vile kwamba huyu Masihi aliyeahidiwa alaihi salam atakuja kudhihiri pindi ishara hizi mbili zitakapotimia. Okay. Naam, katika hali ya kuendelea na mada hii ya Masihi aliyeahidiwa tunapata kwamba pia kuna vitabu vingine aliweza kuviandika Masihi katika mwaka wa 1894. Hivi vitabu mwaka vitabu ambavyo aliviandika katika mwaka ule Mwalimu Sahibu, vilikuwa na maudhui gani? Asante uh, sana bwana mtangazaji. Namna e, tulivyotanguliza kusema ni kwamba Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam kazi yake ilikuwa ni kueneza ujumbe tukufu wa Kiislamu na ujumbe huu umeenezwa kwa njia mbalimbali, na moja wapo hizi njia tumesema ni uandishi wa vitabu. Kwa hivyo aliendelea kuandika vitabu pia katika mwaka 1895 na katika vitabu alivyoviandika hapa kimoja ni Hamamatul Bushra. Katika Hamama iki... Hama, eh, naam. katika hiki kitabu ni ombi la bwana mmoja Mwarabu ambaye alikuwa na ikhlas na mapenzi ya dini, ambapo alimuomba alimwomba Said Ahmad alayhi salatu wasallam aandike kitabu apelekee watu wa kule Hijaz ili wapate zile ile ujumbe wake wa Kwa hivyo Said Ahmad wasallam kwa kukubali wito huu akaandika hiki kitabu katika lugha ya Kiarabu kikafika kule Hijaz. Vilevile, Sinahmad ala islam katika mwaka huu akaandika kitabu Nurul Haq. Hiki kita, kitabu tumesikiza kule nyuma habari za Abdallah bin Atham, Abdallah Atham, wakati alipofedheheka na kudhalilika, chuki iliingia katika roho za mapadri. Kwa hivyo padri Imamudin akaandika kitabu kujibu, kama kulipa kisasi kwa ile uchungu na chuki aliokuwa nayo, na akatumia lugha chafu, lugha ya kejeli dhidi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hiki kitabu kilipomfikia Sayyidina Ahmad alaihi salatu wassalam, naye akaandika hiki kitabu Nurul Haq akijibu zile shutuma, na akasema kwamba yeyote atakayeweza kujibu hiki kitabu, na alitoa mpaka zawadi ya rupia elfu tano yeyote atakayeweza kujibu hiki kitabu basi atapata na hizo hiyo zawadi, lakini hakuna mtu aliyejitokeza ku, ku, kujibu hiki kitabu. Vile vile akaandika kitabu Sirul Khilafa, hiki kitabu nacho ndani yake akaeleza kuhusu uhalifa kwa namna ambayo ni nzuri sana kufahamu na vile vile tofauti kati ya mashia na masuni ikafafanuliwa na kuelezwa kwa namna iliyo nzuri na, na vile vile akaandika kitabu Nuru za Islamu. Hiki kitabu nacho baada ya ule utabiri kumusa Abdallah Atham, na akafedheheka na akaogopa kuandika mambo ya chuki dhidi ya Uislamu na mtume sallallahu alaihi wasallam, basi kifo chake kiliahirishwa basi watu wakapiga kelele wakasema oh, utabiri wako haukutimia na nini, na nini, ya, ya, na nini, mambo mengi ya namna ile. Kwa hivyo, kwa ufupi, katika mwaka huu hivi ni baadhi ya vitabu alivyoviandika Sayyidna Ahmad alaihis salaam kufikisha ujumbe wa dini tukufu ya Kiislamu. Naam, mwalimu alikuwa na sahibu, napata kuona kwamba Masihi aliyeahidiwa alikuwa na juhudi sana. Eh, juhudi ya mchwa kwamba aliweza kudumu kila siku katika nini kuboresha mafundisho tukufu ya Kiislam kwani hasa ndio ilikuwa ni kazi yake katika ujaji wake wa pili vitabu vingi vimeandikwa ambavyo vimetajwa hapa, na vile vile pia ni faida kwa yule mtazamaji kwamba aweze kuvisoma. Basi katika hali ya maisha ya Masih aliyeahidiwa ni kwamba pia aliweza kufanya juhudi ya kuweza kutambua kaburi la nabii Isa Mnazaret, amani ya Allah iwe juu yake, na kwamba ile kaburi lilikuwa kule Kashmir. Je, ujumbe huu wa kazi yake ya kufanya kutafuta hiyo kaburi la Yesu amani ya Allah iwe juu yake ulikuwa katika juhudi za aina gani? Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali hili nzuri kweli. Kabisa ya kwamba alivyokuwa anaendelea kuandika vitabu, miongoni mwa kitabu ambacho aliandika ilikuwa Nurul Islam, ambayo mnamo mwaka wa 1895 Masih Maud alaihis salam alitambua ya kwamba kaburi la huyu Masihi Mnazareti liko katika sehemu ya Kashmir na katika kitabu hiki akaandika kwa wazi kabisa ya kwamba ukoo huu ambao, jamii ambayo inapatikana kule Kashmir, wote ni Waisraeli ambao walipata kuhamia kule miaka hiyo ya wakati wa utawala wa Nebukadnesar. Kwa hivyo akafanya juhudi na akapangilia, akapeleka ujumbe kwa Waislamu wa, wa ama Waahmadia ambao walikuwa katika sehemu ile, wachunguze habari hii walipochunguza wakapata uthibitisho kabisa ya kwamba kweli kaburi iliko kule. Akaandika kitabu kingine ambacho kinaitwa Yesu katika India, ambaye aliandika historia kamili baada ya tukio la msalaba na vile alivyofika Nabii Isa alayhisalam kule Kashmir. Kwa hivyo hii... ni kwamba Masia aliahidiwa alitambua historia nzima kwamba kulikuwa na mfalme ambayo jina lake ni Nebukadnezar, ndio ambaye alikuwa yuka katika upande wa Yerusalemu kule katika zama za nabii Isa amani ya Allah iwe juu yake, kwamba yeye ndio ambaye alichukua mateka baadhi ya watu walikuwa wanaishi kule, akawaleta huko Kashmiri. Naam, ndugu mtangazaji, na hivyo hivyo, hivyo kwamba baada ya kutoa e, historia hii ikawa ni, ni ufumbuzi mkubwa sana kwa historia ya Kiislamu, historia ya Kikristo, na isitoshe hata Wakristo wenyewe wakaanza kufuatilia katika mambo haya ya kwamba ni vipi hii ujumbe umepatikana katika wale waliofanya uchunguzi hata wakristo wenyewe wakapata hili jibu ya kwamba kweli kabisa, jamii hii ya Wakashmir ni Waisraeli. Katika kitabu kimoja ambayo kiliandikwa na bishop moja, napendelea kwamba vilevile pengine ni nukuu kidogo kwa ajili ya faida ya mtazamaji. Kwa hivyo katika kuta, kueleza habari hii ya kwamba hata watafiti wale wa wa kikristo vilevile wakapata kuelewa ya kwamba kweli kabisa huko uh, Kashmir kulikuwa na picha kadha wa kadha za Nabii Isa alayhisalam ambazo vile vile zilionyesha kwamba hata sio ya kwamba ni picha za mtu mchanga, bali za mtu mkubwa kabisa. Ndio maana katika hiki kitabu ambacho huyu bishop, uh, huyu bishop Arenius anaandika hivi katika karne ya pili kwamba Hadhrat Masihi Mnazareti alayhisalam ni mfano kamili kwa dunia, maana amepita katika zama za utoto, ujana na uzee. Someni katika kitabu cha bishop, Ar, uh, bishop Arnenius The Words Against Heresies. Kwa hivyo unaona kwamba hawa wenyewe wanaanza kuthibitisha ya kwamba Nabi Isa alaislam sio ya kwamba alikoma maisha katika ule ujana ambaye aliupelekwa msalabani bali, ali okay, bali watafiti wanaendelea kuonyesha ya kwamba Nabi Isa alaislaam alifika alipita katika stages kadhaa ya utoto Mde. ya utu kubwa na vile vile ya uzee, na vile vile kuna picha ambazo vile vile zinapatikana kule Rome ambazo zimewekwa mahsus na zile picha zime, zimewekwa na vilevile vile zingine zinapatikana katika ja, eh, eh, kitabu maalum ambayo kinajulikana Encyclopedia Britannica jalada la kumi na nne ambayo linaonyesha ya kwamba huyu Nabii Isa alayhi wakati ule hizi picha zinaonekana ni mtu wa makamu kabisa ambaye alikuwa amekomaa. Kwa hivyo ni sahihi kabisa alivyotabiri Masihi Maud alaihis salam ya kwamba Nabii Isa alaihis salam alifika mpaka kule Kashmir na kupitia kwa kule Kashmir, na wafuasi wake walifikisha ujumbe mpaka kule magharibi. Kwa hivyo, Mwalimu Saibu, ni wazi kwamba Nabii Isa baada ya tukio lile la msalabani alihama kule, uh, upande wa wa Yerusalemu akaenda upande wa Kashmir kwa ajili ya kupeleka ujumbe kwa wale wana wa Israeli ambao walikuwa wametekwa mateka na yule mfalme ambaye ni Nebukadneza. Na nimeweza pia kusoma kwamba katika ujumbe wako kwamba Nabii Isa aliishi katika hata umri wa utu uzima. Naam. Basi katika kuendeleza kipindi hiki tunapata kuona kwamba baada ya tukio hilo la kugundua kwamba Nabii Isa alifariki katika umri wa uzee, lakini pia kaburi lake lipo kule Khaniar, Sirnagar, Kashmir. Tunapata kutambua pia kwamba watafiti waliendelea na utafiti wao mpaka ikafikia kwamba kuna utafiti wa sanda ya Yesu. Naam, Mwalimu Sahib, katika hilo jambo la sanda ya Yesu wanasayansi wanasemaje pale? Asante sana Bwana <coughs> mtangazaji ibainike kwamba kazi mojawapo ya kazi za Masihi aliyeahidiwa Sidna Ahmad alaihi salatu wassalam, sawa na ubashiri wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa salam ilikuwa ni kuvunja msalaba, na tumeshaona tayari kwamba amesha thibitisha kwa namna moja kwamba Nabi Isa alaihi salatu wassalam aliishi mpaka utu uzima na kaburi lake likakunuliwa kule Srinagar. Kwa hivyo, Mwenyezi Mungu aliendelea kumfunulia mbinu na kumpa mbinu za kujua kwamba kweli nabii Isa alayhi salatu wasalam ali hakufa pale msalabani, bali alitoka pale na akahamia sehemu nyingine ambako aliendeleza ujumbe wake. Na mojawapo ya ile siri ambayo Mwenyezi Mungu alimfungulia ni utafiti ambao ulifanywa na wanasayansi wa Ujerumani kwa miaka takriban minane, wakitafiti ile sanda ambayo Yesu alikuwemo wakitaka kujua kwamba ni nani alikuwa hasa katika hii sanda na alikuwa katika hali gani, alikuwa amefariki au alikuwa mzima. Na hii baada ya utafiti wakaikabidhi isanda kwa papa kule Roma na mpaka leo hiyo isanda inapatikana kule Turin katika nchi ya Italia. Kwa hivyo katika yale aliyojiri baada ya ule utafiti imeripotiwa na gazeti moja kule Scandinavia kwamba katika isanda ilidhibitika kwamba yule mtu aliyekuwa ndani alikuwa ni mzima. Yaani macho yake yalikuwa wazi. Namna tunavyojua mtu akishafariki huwa anafunga macho. Kwevo, kwa hivyo ina maana kwamba Nabii Isa ndani ya isanda alijaribu kufungua macho. Hilo hiyo ni alama moja. Alama nyingine wanasema kwamba zile alama, yani mtu akiwa mzima kuna lile jasho na damu na nini, kwamba zile alama za kutokana na jasho zilionekana kwamba mkono ulikuwa hapa, ubafu ulikuwa sehemu hii na kadhalika. Wanasema pia kwamba kulikuwa na mpenyezo wa damu kuonyesha kwamba alikuwa bado, kuna zile, zile damu zinaendelea zina kutoka kwa, kwa, kwa, kwa uchache, na zikapenyeza mpaka katika ile damu na ile alama ikabaki pale, na vilevile ndani ya sanda kunaonyesha kwamba ile ule mkuki aliodungwa Nabii Isa alahislam haukumguza moyo, bali ulishika sehemu ya chini ya ubafu, na tunajua kwamba moyo ndio ule unaendesha una maisha ya mtu. Kwa hivyo moyo ulikuwa salama, kuonyesha kwamba Nabii Isa alahislam pale alipotolewa pale alikuwa ni, ni mzima kabisa. Kwa hivyo utafiti huu unadhihirisha wasi kwamba Nabii Isa alayhi salatu wasalam hakufa pale msalabani, na vilevile imedhibitishwa katika idara ya akiolojia kule India kwamba walichimbua sehemu fulani kule Srinagar wakapata makaburi na haya makaburi sawa na utafiti ikapatikana kwamba ni ya Wakristo walioishi kule miaka ya kitambo, kuonyesha kwamba kuna kipindi ambacho Wakristo waliishi sehemu hii. Na tulishasikia kwamba wakati wa utawala wa Nebukadnesar wale Waisraeli walichukua utumwa wakatapakaa katika sehemu mbalimbali wakakuja mpaka Kashmiri. Kwa hivyo, imethibitika kwamba hawa watu waliozikwa hapa walikuwa ni Wakristo. Vile vile kule sehemu za Falastini katika pango fulani kule kumepatikana vitabu ambavyo viliandikwa na Nabii Isa alayhi salatu wasalamu kwa maandishi yake mwenyewe. Anasema kwamba watu walitaka kuniua msalabani, lakini Mwenyezi Mungu akaniokoa ili nipate nafasi ya kutembea na kutalii sehemu mbalimbali za, za, za ulimwengu. Kwa hivyo kwa ufupi ni kwamba hii sanda inadhibitisha kwamba Nabii Isa alayhi salatu wasalamu hakufa pale msalabani. Mwalimu Saibu, kwa kweli nimepata kupata elimu zaidi katika jambo hili ambalo umelifafanua leo, na ni kwamba watu wengi hawatambui hili swala kwamba Nabii Isa alifariki kule Khanyar, Srinagar, Kashmir, na watu wengine pia wanajua kabisa huyu bwana alipaa, yuko mbinguni mpaka siku leo hii. Lakini kumbe, masihi aliahidiwa nabii wa Mwenyezi Mungu, ambaye amekuja kumwakilisha huyu Isa mwana wa Mariamu, ametuambia wazi kuhusiana na tafiti hizi za kwamba huyu bwana aliepuka kifo cha msalaba lakini pia akaenda kule Kashmiri na kufikisha ujumbe kwa watu wake ambao walikuwa ni mateka wa kule Jerusalemu alikokuwa ametokea, na vilevile pia akafia kule kule, na mpaka tafiti za hawa wanasayansi zote zinafafanua ukweli wa historia na maisha kamili ya Nabii Isa, amani na Allah juu yake. Na mwalimu mpendwa, kwa ajili ya muda vile ulivyotupatia kisogo, tuambie kwa uchache sana kuhusiana na habari ambazo Masihi pia alizivumbua kuhusiana na huyu bwana mpendwa Baba Guru Nanak, tafadhali. Asante sana ndugu mtangazaji, ni kweli kabisa kuhusu hii habari ya Guru Nanak. Ni habari ambayo inaonekana ya ajabu ajabu, ya kwamba Masihi Maud alaihis salaam alifumbua jambo ambalo kwa miaka na miaka, watu walikuwa takriban miaka mia tatu walikuwa hawalifahamu. Akasema nini? ya kwamba tangia mwaka wa 1872 alionana katika hali ya ruya na huyu baba Guru Nanak rahimahullah, na yeye mwenyewe akamwambia kwamba mimi ni Muislamu. Hii neema ama hii kikombe ambayo mnafaidika nayo ndiyo ambayo hata mimi nilifaidika nayo. Katika harakati hizi zilimpatia Masihi Maud alaihis salam wasiwasi ya kutaka kufuatilia jambo hili kiundani, lakini mwanzo mwanzo akatulia kidogo akanyamaza, lakini baadaye alianza mikakati ya kutaka ya kwamba aone ya kwamba ni kweli jambo hili ni ukweli ama ni ni halina ukweli. Katika hali ya kufupisha kabisa mada hii, ukweli gani ambao ulipatikana pale katika utafiti wa Guru Nanak. Ukweli huu ulipatikana, mambo mawili ya muhimu sana ya kwanza, ilipatikana ile kanzu ambayo bwana Guru Nanak alikuwa anaivaa sana, na hii, guru, uh, hii kanzu Masihi Maud alisema alipotembelea ule mji wa Dera Baba Guru Nanak alienda na masahaba kadhaa basi. Walipopewa walipopata nafasi ya kuona ile kanzu, walipata baadhi ya maandishi ambayo, Masihi Maud alaihis salaam aliwakabidhi, aliwapatia majukumu hao masahaba ya kwamba waandike yale maandishi hatua kwa hatua, kuona ya kwamba ni maandishi gani ambayo ilikuwa katika hiyo ile kanzu. Kabla sijaenda kwa hoja ya pili ambayo ni Potli Sahib, hii ya kwanza ni ya kwamba walipoandika haya maandishi, naona ya kwamba ni afadhali tuyasome kidogo, tuone ya kwamba yalikuwa maandishi ya aina gani. Naam, katika kabla hujasoma yale maandishi maandishi yalikuwa ya yanahusiana na nini hasa na Uislamu wa baba Nanak, ama yalikuwa na yanahusiana na jambo gani? Yalikuwa yanathibitisha ya kwamba ya huyu baba Gurnanak kwa hakika alikuwa Muislamu, kwa sababu ninaposema ile pothi sahib naye ilikuwa ni Qur'ani ndogo ambayo walikuwa wanaiheshimu sana, lakini bila kufahamu ya kwamba ni Qur'ani kwa, kwa kitabu kidogo ambayo kila wakati walipokuwa wanatembelea pale kila mmoja anataka baraka za kutokana na hii oti sahib kwa kuifunika na leso yenye thamani yenye thamani. Hata hivyo ni mambo haya mawili, ya kwamba ile kanzu ilikuwa na maandishi kadha wa kadha, maandishi yalikuwa yanasemaje? kwa ruksa, kwa ndio maana nilitaka tu... kwamba angalau tuyasome ili ya kwamba tuone ya kwamba yalikuwa yanasemaje. Mojawapo yalikuwa yanasema hivi, kwa ile kanzu ambayo ilikuwa inavaliwa na huyu baba Guru Nanak, anasema moja ya maandishi alikuwa anasema la ilaha illallah muhammadu rasulullah, la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Nam ya pili inasema kwamba inna dina inda allahi al lislam al inna dina inda allahi lislam al al, hayo maandishi ya Quran tukufu. La la tatu lilikuwa linasema kwamba ashhadu an la ilaha illa llahu allahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, shahada kabisa. Hiyo sura, vile vile, Sura Fatha ilikuwa imeandikwa kwa ile kanzu, Ayatul Kursi, Sura Ikhlas na kadhalika na kadhalika, ili mradi ya kwamba ile kanzu ilikuwa imejaa kila sehemu aya makhsusi za Qurani tukufu, na ni udhibitisho kwamba kweli Masihi Maud alaihis salam alipotambua jambo hili miaka na miaka alivyosema kwamba zaidi ya miaka mia tatu watu walikuwa watambua kwamba Baba Gurnanak rehmahullahu alikuwa ni Muislamu asili. Naam, shukran sana mwalimu saib katika ufafanuzi na kutupatia upeo wa jambo hili la kuhusiana na maisha matakatifu ya bwana huyu Baba Gurnanak, kwamba hata yeye mwenyewe binafsi pia alikuwa anaushuhudisha Uislamu na kushuhudia kwamba Allah ni mmoja, na pia Nabi Muhammad saa salam ndiye hasa Nabii mbora miongoni mwa manabii wote. Naam, katika kumaliza kipindi hiki, ningependa kuwashukuru nyote wawili, kwani metupatia elimu ambayo ni eficha sana, elimu ambayo ni asiri sana, ambao watu wengi kwa kweli hawajawahi kutambua elimu kama hii, na mpaka hapa nitapatia shukrani zangu za dhati. Karibuni tena kwenye kipindi hiki siku zijazo. Naam, vile vile pia katika upande wa ndugu zangu watazamaji ningependa kutoa hii elimu ambayo wapenzi wetu wametupatia hapa kwenye studio, na elimu hii bila shaka tunaipata kwenye vitabu vile vyote ambavyo wametueleza kwenye hotuba zao. Na mimi pia ningewaomba kwa dhati yangu kwamba mupitie vile vitabu vile tuweze kupata kila mmoja elimu hii ambayo Masihi aliahidiwa alikuwa akiifunza. Na mpaka hapa ningependa kusema kwamba hapa ndio mwisho wa kipindi chetu na inshallah tutaonana kwenye vipindi vijavyo. Musibaki nyuma. Karibuni sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu kadia se chali ek zinda hawa khil gaye sare alam mein gul khushnuma